Mavanga? Mavanga mm. Ndio ulikuwa unaenda hiyo usiku ka eh? ulikuwa unaenda kwa usafiri gani? Kwa mguu. Utembee kwa, utembe kwa mguu mpaka ufike Mavanga eh? Mbona kama unaogopa, hebu kuwa huru, eleza sema yani ukweli. Eleza kwa ukweli, eleza kwa ukweli, eleza uwazi kabisa. Mavanga? Eh, hey, ulikuwa unaenda kwa usafiri gani? Nani kwa mguu? Mpaka ufike Mavanga eh, elangu nani, unanibia. Umetoka saa ngapi nani? Ulitoka nani? u, u, usiku ulitokea sehemu gani tu nani? Utotokea bani? Mlitokea mm. Wapi nani? Bani ndio wapi? Huko mjini. Saidia sasa, waambie. Wewe una cheo gani na yule ana cheo gani? Ukiwaambia hilo tu anakusaidia unatoka. Sawa. Wewe unacheo gani? Nisemea ukweli tu. Sisi hapa tunakwenda. Wewe nani? Wewe nani kule huko? Mnakoendaga kule. Wewe ni nani hapo? Mimi. Yeah. Eh, wewe unacheo gani kule? Mhusika. Mhusika. Alafu hapo na ulikuwa unampitia nani? <laughs> <Huyo hapo. laughs> Nani? Unafahamu mtaa unako au kijiji unachotoka unakufahamu? Yeah, kunaitwa nini? Mavanga. Mavanga, kwa hiyo huku unakoonyesha ni Mavanga huko? Eh? Mtoni, mtoni, mtoni, mtoni ndio, eh. Unakokaa wewe eh. Ulifika tu kumsalimia eh. Aha, kwa hiyo huyu huko mnakoendaga na yeye huwa anaenda eh. Huyu Eh. Huyu nani? Wewe anaendaga anaendaga mnafanyaga kazi gani? Uliniambia uliniambia kulima, e. na kingine kuchota maji, Kuchota maji. E. Kingine <coughs> mkubwa wenu nani? we ndo mkubwa, we ndo unaongoza kazi zote? mimi mdogo. We mdogo, na huyu mdogo ndio kiongozi e. anakaa wapi? anakaa mdani e. we unamfahamu e? we mnaendaga Aa, mkuu wangu. Ni mkubwa wako? baba mkubwa wangu. Baba mkubwa wako. Eh. Ndio kiongozi? Eh. Aha. knyiwe aa mkitoka hapa mnaenda wapi mdani? Mimi ndipo kwa nasoma na na nani. Kwa nani? Eh. Kiongozi anaanza na nani basi. Sababu ya kwanza kiusalama zaidi wa kwake, maanake tukimwacha hapa kwanza, ye mwenyewe haelewi, maelezo yake anayoeleza, haelewi aende wapi. Kwa hiyo tayari tumeshatoa taarifa kule, muda si mrefu polisi wakifika, basi na wao wataendelea na taratibu zao. Msije mkasema mbone tumekaa tu, sasa atuelewi nini ambacho kinaendelea. Asante. Kwa majina yangu naitwa Elizabeth Haule, naishi mtaa wa Ngalanga. Nimepigiwa simu asubuhi na rafiki yangu akaniambia kuna mchawi ameanguka huko nyumbani nikatoka nyumbani nikafika hapa, nafika kweli nikamkuta mama anahojiwa, anajieleza kwamba kweli yeye usiku saa nane alikuwa ametoka sehemu kunywa na bwana yake. Sasa katika kurudi nyumbani bwana akamwambia usipite hiyo njia, yule mama akasema hivi mi napita huku, walipopishana mwanamke akapita njia huku, akaja kumpitia rafiki yake ambaye ni binti, nimemkuta hapa na makovu makovu usoni, amesema huwa wanampitia kila anavyoenda usiku kuwanga huwa anampitia huyo mama, anampitiaga huyo binti mwenye kifafa kifafa huyo kwao. Nikakuta yule mganga anapomhoji anasema ndio mimi hapa huwa napita hapa namchukuaga huyu dada. Yule dada naye anasema kweli. Mnaendaga wapi? Huwa tunaenda kulima mashamba ya watu. Mnalima yeye, nani mkubwa wenu kule? Akasema ni vitani vitani, sijui ametaja jina Ho oh, huo kwa mnafanya nini? Boa wananyonya damu kwenye ng'ombe, wanakula hawa wabinti wadogo ambao ni wachawi wadogo, halafu yeye mkubwa hanyu zile damu. Wanawatuma kunyonya kunyonya damu kwenye ng'ombe, wanakunywa kama ndio chakula. Halafu huyu amesema kwamba wale wananipigaga mpaka najikojolea kule shambani tunakolimishwa wakati huo alikuwa anajaribu kuondoka na paa na mikono yake. Yule mganga kana mzuia akamwambia, wewe tulia, usiondoke, unaenda wapi? Jieleze vizuri, haseni maelezo mengine hayatoki kwao. Nilichokishuhudia kwa ufupi ni hicho, ila, ila mchawi mwenyewe amethibitisha kwamba yeye ni mchawi. Yanaleta picha mbaya kiujumla, kwa sababu si vitu vya kufurahisha, yani ni vitu vinavyorudisha maendeleo nyuma kiujumla, yani kwa mtazamo wangu. E, maana kama mtu anasema si tunalala usiku afu enwe like, natubebesha kutulimisha huko anafanya nini? Si vitu vizuri, labda unavyoona hivi kwa mwenzio kujifunza kubadilika, kwamba hayo mambo hayana maana. Kwa saizi hayana maana yoyote, yalipitwa na wakati, kwanza ni mambo ya kishamba. Wenzio wamelala usiku singizi we, unapita na wanga kwenye nyumba za watu, ikurudishana nyuma. Kama hivo, anaonekana na samaki pale sana na amenunua duka Inamaana amebeba kwenye maduka ya wenzie wakiwa wamefunga ameingiaje? Ndio kama vile kwao ni vitu ambavyo havina maana yoyote kwao, inahitaji mabadiliko, tubadilike tuachane na vitu vya zamani yani. havitulete maana yoyote, ni kurudisha tu. Kwa, kwa majina nafahamika kama John Simon Mgaya, ni, ni mjumbe wa mtaa lakini asubuhi nimpigwa simu na balozi mwenzangu hapo kwa bwana mwenzangu, niko nachangisha ni mchango lakini mtaani kwetu naona kuna tukio limetokea, nikasema bwana imzako ni, nilikuwa safari kidogo, bado nimelala uchovu. Ndio akasema bwana amka hivyo hivyo, uende uangalie hilo tukio. Kweli nimekuja hapa, tukio nimeliona, nikamrudishia majibu balozi kwa bwana, kweli hapa pana tukio, pana mtu yuko hapa na watu wapo tayari wamefika watu hapa basi kaonekana kaone mimi bado nachangisha mchango kaji ngoja basi uone namna itakuwaje hapo. Basi mimi nikaa, nimempigia mjumbe mwenzangu naye akaja akashuhudia tukio. Aa, sisi tukafika kwa mwenye nyumba tukamuuliza, imekuwa kuaje? Mwenye nyumba akajaribu kutoa ufafanuzi kwa huyu mtu ametua sanani za usiku, yani ishara zilivyofika nimelala najikuta kama kuna kitu ila napewa ishara na Mwenyezi Mungu, kama ni ushushe moto ni ushushe moto. Kwa baadaye ikaonekana kama tss, ili jambo ni, ni la imani za kishirikina unaona. Ndio likaa liko hivyo, amsema na jirani akawa amesikia kile kishindo. Hatimaye yule jirani akaja alika, alivyokuja akajaribu kuhojiana na huyo na, na mtu huyu mtu mara akasema nimepotea njia mara, yaani hawezi kuzungumza vizuri, mara si naenda Mavanga, yaani maelezo yakawa maelezo yakawa hayajitoshelezi. Ah ha, mimi ni jirani wa, wa nyumba hii hapa, nikaona ni mbwa wanabweka sana usiku, walivyobweka nikajua nje kuna mwizi. Nilipoamka ni, ilipokuwa hivyo, mimi ni, nikarudi ndani kwanza nikalala, ni nilipopiga uh, kwanza nilipiga simu kwa balozi, nikapiga simu kwa majirani, simu bahati mbaya zikawa azinani simu azi wamezifunga yani, hazipatikani ilivyo. Kwa hivyo mimi nikarudi ndani nikarudi ndani nikalala, akaniamsha, hebu amka tena mwenzangu, angalie bado yupo hapo nje. Nikaamka nikakuta bado yupo mlangoni, nikaamka tena saa kumi na moja nikakuta bado yupo mpaka kumekucha, ndio majirani wengine wamekuja, kwa sababu kuna dawa ambayo alikuwa amempa huyu mtoto ya kunywa, anasema hii dawa anamkata laini sawa atakapokuwa anakuja kumchukua, kwamba wakamtumikishe huko watafika hapa, hiyo line haipo, imekata yani ni kama simu tunapotumia hizi simu kutoa line, ndio mawasiliano hayapo. Kwani wenyewe ndio hivyo hivyo, ndio ndipo kwa mielekeo hivyo ndio ikatokea hivi, ndio imetokea hivi. Yawezekana line wanayotumia wao, si kama wanakuwa ni majirani hapa. Maana yake yeye, jinsi alivyokuwa anaojiwa hapa, anasema yeye hapo majirani wawili, ndio ndiye anatumia line hiyo kwa sababu yeye akakaa mbali sana, kaa huko

akasema huo mguu ni hatari, mbona hiyo kama zinaferi, akasema, ni figo zinaferi. Mimi sikuafiki kitu, naomba nikuchukue, naenda kukutibia wapi? kifanya ni, ni fika kifanya, kifanya sasa nimefikia mimi kwa mwananchi kwa nini huko huna ndugu? Ningesema mimi na ndugu. Akasema basi, naomba kama una ndugu uende au kwa ndugu zako, chukua namba ya simu na ya boda boda, nenda kausugue huo mguu. Mimi naanza matibabu, naanza kunyonya kwanza sumu ili huo uvimbe fanye nini, upotee. Ningesema sawa, kaanza kunifanyia matibabu. Pale alipo nifanyia matibabu, matibabu kama siku nne hivi, huyu dada akajitokeza, na yeye ni mtu mgeni tu, atujuani naye, akafikia nyumbani kwetu, akasema, mimi nimefika hapa, nimekuja kuuza samaki kwanza katamaki sana. Kuna mdogo wangu ambaye mtoto wake ni mlemavu, ana miaka kama sita, ni mtu wa kulala tu basi yani, ukimwangalia kama hivi. Akasema mbona mimi sioni mtoto, muda, dada, tamaki sana, hivyo, mtoto ana nani, ana shida kama hivi, mlemavu huwa anatoa udende lakini mtoto sio mlemavu wakaongea pale na yule akaisha. Sasa wakaingizia na swala kwangu kwamba kuna dada na yeye amevimba mguu hivi yupo nyumbani kula amekuja juzi. Akasema sawa msani kaina amani. Nikafikiria nikasema, ngoja nitaenda kumwangalia. Ni kweli dada kafika pale, anafika na ndio ananihudumia yule daktari, akamwacha muhudumia kwenye nafasi yake. Na yeye alipoondoka yule akasema bwana, akabinyabinya yule mguu, akasema hii sio figo, ni figo ambayo ya kutengenezwa, imetengenezwa tu hii figo mimi na, kama yeye na huyu anakuhudumia na mimi naomba nikuhudumie kwa nafasi yangu, ila najua tu anapita anaenda Ludewa. Naomba nilale, umesema upo Njombe, mimi usaze usiku, siwezi kwenda Ludewa naomba nilale, ndo anafika, ndo anamkuta tena huyo, akasema ah, kumbe unajaribu tena kama hili. Akasema ndio. Akasema hapana, na yenyewe nitahangaikia kadri ya uwezo wangu, nitapofikia, ndo akawa ameanza kumshughulikia juzi. Juzi, juzi, juzi, aka, akaenda tena kufanya kumhangaikia tena yule mtoto yule, akasema mimi sielewi nilicho tumwa na Mungu juu ya familia hii, sielewi, ila naomba tu mimi najitolea takutumia kadiri ya uwezo wangu, ndo aka ameenda hiyo majuzi, hiyo ndo leo najitokeza tena hiyo. Maana kama msema kwa huyu huyu, wanamtumia kama kiuchao, wanamtumikisha. Sasa nakata hii laini, ila najua lazima kuna mtu atakuja tu, watamtafuta. Mbona hii laini imepatilea ime, wapi? Ndio kama hivi.